kwamba mpaka mwezi ujao, kama nilivyotangulia kusema, mpaka mwezi ujao tutakuwa tumejenga msingi. Mwezi ujao au site meeting ijayo ndio hiyo. Na kwa sababu sisi tunachukulia jamani, tukiongea mkandarasi pia wewe, tunachofanya hiki kitu, kitu. <tipunikilwaansi> Umeona kutoka kutoka hapa chini mm. Hii hapa ni 2, 2.2. Umeneelewa, hii ni 2.2? Sawa, 2.2 ndio uanze kulei tofali kutokea kule kupanda mpaka uje utafute 400 ya hapa juu ya ngazi. Ina maana unaongeza suti moja hapa ni hapa hapo, sawa?

pale 1.2 kwa sasa. Lakini sina hata step chini kama hiyo. Mahadi sasa ni kwa mahadi. Eh, maana sasa hiyo gharama. Yaani nyie approach yenu ya excavation methodology ya excavation will change. You know, inawasumbua. Na ndio maana mlikuwa mwasema, si la mass excavation lakini, kiini atuyo

na unaweka provision kwamba okay, na nafanya na, na excavation ya hapa na kwenda laba 5 meters, ambako huku nilitakiwa niwe na na 6 meters. Je, nikienda 5 meters, cost implication ya baadaye itakuwaje? Kwa sababu sio swala la kusema sasa hivi ndio niko na activity hii. Alafu na bezi kwenye activity hii lakini lazima niwe na cost implication ya baadaye. Na cost implication ni vile vile lazima uangalie muda. Kwamba ninapokwenda na huo muda, mfano ningechimba kwa mkono, ningetumia labda 6 weeks. Kama nilivyobidi. Lakini nikaleta mashine nikachimba only 2 weeks. Kwa hiyo lazima nifanye calculations ya zile 4 weeks ili kumiti ile kosti niliyokuwa na naitaka na, na kuimiti n na. Haya maji yaliyojaa kule eneo lote yaliyojaa, ni kwamba yanatoka hapa, <coughs> na pale na pale. Kwa hiyo hata wakati wa uchimbaji tunapochimba lazima uzingatie haya. Kwa hiyo wakati wanachimba hapa, baada ya kugundua kuna mkondo ambao unaleta maji na katika ujenzi lazima ufike sehemu ya uone maji yanakotoka ili uweze kuyatibu kuya kiutaalam, mwisho wa siku uondokane na, na feria ya jengo ambayo itasababishwa na mkondo wa maji. Kwa hiyo haya yote unayoyaona yale maji mengi ya yanatoka kwenye mikondo hii. Mimi kwa majina naitwa Architect Chagu Ng'oma ni katibu tawala msaidizi sehemu ya miundombinu mkoa wa Mwanza. Ah, leo tarehe 15 mwezi wa tatu, mwezi Machi, tupo kwa ajili ya kikao cha kazi, kikao kazi, katika eneo la utekelezaji wa mradi wa ujenzi, okay, wa hospitali ya, ya rufaa ya mkoa wilayani Ukerewe. Ah, utekelezaji wa kazi ni kwamba tupo hatua ya msingi. Mkandarasi ame, ame, ame, anachimba msingi kwa ajili ya kuanza kujenga ikiwa ni vitako vya nguzo na ataanza mapema kabisa ya kuanzia Jumatatu ambayo itakuwa tarehe kumi na saba mwezi wa tatu. E, tumeona kazi aliyoifanya, e, ingawa kusema ukweli na marekebisho madogo madogo katika hatua ya msingi, lakini nasema marekebisho madogo madogo kwa sababu moja ni kwamba katika ujenzi wowote unapoendelea kujenga lazima ufikirie swala la muda pamoja na gharama za mradi. Ninapozungumzia hivyo, ni kwamba unatakiwa kuepuka au kupunguza ongezeko lolote la mradi ambayo inaitwa variation, lakini unaepuka au kupunguza ni kulingana na hali halisi ya eneo unalojenga mradi husika. Kwa mfano hapa site tumekuta mkandarasi ana, anachimba msingi lakini kuna sehemu ambayo ameelekezwa asichimbe kwa kukariri. Hatuwezi kufanya kazi kwa kukariri, kwa maana kwamba sehemu anazozikuta ambazo ni ngumu, mfano anatakiwa achimbe msingi wa mita mbili pointi tano lakini amese, amekutana na, na sehemu ngumu ambayo ni mita moja nukta tano kwa hiyo ni vema akaishia hapo, ili tuweze ku, kuendelea na ujenzi wa msingi. Lakini akiendelea kuchimba bila sababu za msingi, ndio hizo zinakuja kuleta ongezeko la gharama ya mradi. Kwa hiyo tunaendelea na ujenzi. Kuhusu kuhusu malipo, ni kwamba mkandarasi mpaka kufikia tarehe kumi na tatu yaani ilikuwa Alhamis tarehe kumi na tatu, ni kwamba ameshalipwa pesa ya awali advance payment ambayo serikali imeshatoa tayari kiasi cha bilioni tatu nukta saba saba tano ambayo ni kwa ajili ya ujenzi wa hospitali hii. Kwa hiyo tunatarajia sasa kulingana na hayo malipo yaliyotolewa, kufikia mwezi Juni tunatarajia tu, tuwe tumeshamaliza msingi kwa hiyo tunaendelea na kazi za awali kazi za kuta. Kwa hiyo kazi inaendelea na tunaendelea kupambana, lakini lazima tufike sehemu tushukuru viongozi wetu wa mkoa, wanakuwa wanakuwa wako mbele yetu kutusaidia sisi katika usimamizi mzima wa ujenzi wa majengo ya hospitali. Kwa hiyo wao ndio wasimamizi wakuu, sisi kazi yetu ni kuwasaidia kitaalamu lakini wao ndio wasimamizi wako. Kwa hiyo Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa amekuwa akifuatilia kwa karibu sana, lakini katibu tawala ambaye ndio mwajiri wetu anasimamia kwa karibu sana, ndio maana kila kitu kinaenda kama kilivyopangwa.